Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameagiza mashambulizi ya anga dhidi ya kile alichokiita shabaha za kigaidi kusini mwa Lebanon, kama jibu kwa mashambulizi ya roket yaliyolenga kaskazini mwa Israel. Jeshi kwa sasa linashambulia shabaha za kigaidi za Hezbollah kusini mwa Lebanon, mashambulizi yataendelea, alisema msemaji wa jeshi la Israel Avichai Adrey. Ingawa hakuna kundi lililodai kuhusika na mashambulizi ya roketi tano, hakujaripotiwa majeruhi wala uharibifu, lakini jeshi la ulinzi la Israel IDF limeapa kuchukua hatua kali dhidi ya tukio hilo. Waziri Mkuu wa Lebanon, Nawaf Salam ameonya kuwa taifa lake liko hatarini kuingizwa katika vita mpya kufuatia mashambulizi mapya ya anga ya Israel ambayo yamesababisha vifo vya watu wawili kusini mwa nchi hiyo. Operesheni mpya za kijeshi za Israel katika mpaka wa kusini zitaleta maafa kwa Lebanon na watu wake, amesema Salam. Mashambulizi ya makombora na anga ya Israel yalifuatia taarifa kwamba makombora matatu mengine yalirushwa kutoka kusini mwa Lebanon, lakini yalizuiliwa na mfumo wa ulinzi wa Israel kabla ya kufika kwenye ardhi yake. Waziri wa Ulinzi wa Lebanon, Michel Menassa ameyataka mataifa yanayodhamini makubaliano ya kusitisha mapigano kuishinikiza Israel kusitisha mashambulizi yake yasiyo na msingi. Amesema kuwa jeshi la Lebanon limeanza uchunguzi kuhusu tukio la urushwaji wa rocket, huku akisisitiza kuwa Lebanon inakataa kurudi katika hali ya kabla ya makubaliano ya kusitisha mapigano ya Novemba 2024. Menassa pia ameonya kuhusu jaribio la Israel kuleta migawanyiko kati ya jeshi na wananchi kupitia propaganda na vitisho Tunawaomba wananchi wa Lebanon wawe waangalifu na waungane dhidi ya propaganda na mbinu za udanganyifu za adui wa Israel, alisema kupitia MTV Lebanon. Kwa upande wake, chanzo cha ngazi ya juu ndani ya Hezbollah kikihojiwa na Aljazira kimekanusha kuwa kundi hilo linahusika na mashambulizi ya roketi, kikisisitiza kuwa wamejitolea kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano kusini mwa Lebanon. Tuna jukumu la kudai rasmi operesheni yoyote tunayoifanya dhidi ya Israel. Hatukuwa na uhusiano wowote na mashambulizi ya hivi karibuni ya roketi, chanzo hicho kimesema. Chanzo hicho pia kilidai kuwa Israel hutumia visingizio visivyo na uthibitisho kuvunja mamlaka ya Lebanon na kwamba mashambulizi ya Israel ni ya mara kwa mara na hayana sababu ya msingi.